usoma katika kitabu cha kutoka ivi sitakuwa mwingi nitatumia dakika tano niongea na wewe kwa sababu nahitaji kuongea na vijana ndio maana hata baba anataka kuongea na vijana kwa sababu kama ulie vijana usitoke nataka uongeleshwe na na baba tafadhalini usitoke na pia kuna Nelson nitamtuma aongee kitu lakini ni sawa so kuna mambo mazuri ambao tunataka tuyaongee na hiyo grupu si vijana pekee yake bali ya wazee na hata wamama. Neno ambalo litaenda kusomezana ni li kuhusiana kupata baraka kwa wazazi. Sawa? Upata baraka kwa nani? Kwa wazazi. Nimekuwa nikizungumzia mambo ya ndoa wazee na nini sasa kila mahali Mungu lazima ni alifunulie ah, niwafundishe na hawa. Bwana hao wanangua ndio vijana na tena ndio vijana ni nguvu. Yeah. Sasa wakikosa kutii ile Mungu anawaambia hawatakuwa na nini na nguvu. Na hata huyo lecha ni kijana, lakini ametoa watoto kwenda kunywa chai badala ya kusikiza hii kwanza, na yeye pia ni muhimu, na hata wale walimu wa Sunday school pia wali ni muhimu na ni vijana. Kwa hivyo naomba tusikilizane, na Mungu awabariki, na usitoke, wacha tusikie hii inasemaje. Kutoka ishirini kwanzia t wewe ngie na mzazi hata kama memi mzee lakini ulie na mzazi, na kama hauna pia, kuna wazazi wa kiroho. Wale walio na wazazi wana mzazi pia wa kiroho. Amina, tusome eh, kwa haraka kwa sababu sita muda, amen. Kitabu ni cha Kutoka ishirini kuanzia mstari wa kumi na mbili inasema Waheshimu baba yako na mama yako yeah. Siku zako zipate kuwa nyingi. Imeanza na hiyo, kwa sababu pasipo heshima kwa heshima wao watu mimi nilisema hata kama mama yako ni mchana, lakini alikuzako wewe, simama na Mungu, kijana sawa? Simama na Mungu, lakini heshima yake ibaki, usimutukane Sawa, mambo yake ya uchawi hautayafuata wewe, utafuata Mungu, lakini heshima yake itabaki pale. Akikuomba pesa ya chakula upatie, lakini akikuomba pesa ya kuenda kufanya uganga na uhuru wa kumunyima. Lakini akikuomba pesa ya chakula, hata kama ametumia chakula, lakini anaenda kufanya vitu zake wewe umekuwa na imani ya kwamba unakupatia ya nini? Sawa. Sikiliza vizuri. Waheshimu baba yako na mama yako, Siku zako zipate kuwa nyingi. Aha. Katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako, Kila mahali ambapo Mungu ataazimia kukupeleka. Tumeelewana? Kila mahali ambapo Mungu amefanya nini? Ameazimia kukupeleka. Enaungu mahali takapokwenda, Mungu atakupa nini? Amani zako zitaongezeka, na baba pia naye akufurahikia, dukulu na vitukuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ilikuwa kwanza, anawaambia wana wa Israeli ndio torati ya Bwana iwashikie. Hauwezi kukamata torati kama huko kwingine hau hautakuwa na heshima. Amen, haleluya! Wewe soma tu, inasemaje? Ukishuka amen yewe, so aha, usizini, aha, eh, hizo ni hizo ni nini? Ni amri za nani? Za Mungu ngapi? Amenaza na? Kwa sababu ni Mungu wako ngapi? Ni

watoto wetu vibaya. Ndio maana mtoto anaweza simama alikitaka kupigana na wewe. Utoto wako nambeba kama yai ya. Mimi nilipobebwa kama yai ya nilijipata niko gerezani nilipata. Bado unaambiwa usiposikia na mkuu. Usiposikia na wazazi utafuza na nini ui, kama, kama na ulimwengu siache mtoto huyu, huwezi zeeka kwa mamake. Wewe hawezi zeeka kwa mama, bado anakuona kama aya atakugombea mani, na saa zingine hana nguvu ya kukupiga lakini akikasirika anaweza kukupiga kweuipa, lakini hana nguvu za kukuegulia mkono Wasichana a wakulani, usione matiti, usijiangalie vile ulivyo. Hata kama umelala na wanaume sabini naye amelala na mwanaume mmoja, uwezi kuingia na usijisiku, sababu ya kulala na wanaume umeharibika, wewe ni mbovu na usizae watoto wawili watatu ukasema, hata mimi nami najua uchungu wa mwana. Una difference ya kujua uchungu wa mwana kwa mama na bambe yenu. Sasa huwezi kushika hizi amri kama mzazi wako utameshi. Juzi aliniambia huyo ametoka kwa mamake na nilifurahi Daudi, niliona yule mama anakupenda, yeah. <coughs> na si mama tu, hata baba huwa mnasema mama, hata hatakinelewa pia baba anaharibika, lakini nategemea na, na malezi yako mama. Niliwaambia ikiwa unajua baba hayuko kaa kama baba, si mtoto anakuja tena anataka kwa nyumba na wewe amuone akiharibikiwa mtu wapata alimeharibikiwa haribi, na aliye mzaa na wewe, unaweza pata lana hata kwa pa Mungu, kwa maana huyu mtoto huja kufunza kwa maadili mazuri. Unajua kandali mtoto akukatae kwa kumwelekeza katika njia za Mungu, hiyo nitasema kena niko hapa, niko hapa

Huna heshima, huna sifa ya heshima na sikizia vitu. Anaweza la kukufanya hata wewe ukamlaumu mtumishi wako. Haja ya kuheshimu wewe, ataheshimuje? Basi haja ya kuheshimu wewe, ataheshimuje mzee yako? Haja ya kuheshimu wewe, ataheshimuje Monica. ukija ukiona mtoto anaheshima, ujue maadili yake ame, amekuzwa. Iko maandiko inasema ongeeni watoto wenu katika kati, njia ya utiifu, <laughs> wajie kuheshimu watu. Mtoto anatukanana mamake mdogo, inaenda sawa kwa sawa. haya hata ye anakuona mtima, hauna umama wowote. Ni mama tina maana mama ni yule ambaye anajua kwa dibu watoto wake, sikakuupiga lakini afate sheria, kwa sababu amekuwa mkubwa, afate io nabobia. Nilisema mtoto awezi kukuongoza mama ni wewe, umuongoze mtoto, na ndio maana mahali popote, hata ukiitwa katika kituo cha sheria

umebanikiwa na kii kakusindikiza umebarikiwa zaidi. Mambo ya Walawi ishirini mstari wa tisa inasema, sikiliza wewe ambaye unamlekeza mtoto wako, mpaka nakutamukia anaweza kuvulana, inaweza mua endelea, kwa maana kila mtu, kila mmoja. Sasa hii kila mmoja haibalishi aie aishe udauti aigarishi udabini kila mtu kwa maana kila mtu, mtu. ehe, mtu. amlanie baba yake, amlanie baba yake au mama yake, au mama yake, hakika atauawa. Uwezi nipigia makofi sasa. Hiyo makofi ni ya nani? si yangu, ni yako ile yangu nilikuwa baada ya hiyo neno. Ndio maana nimekwambia mtoto hana amri ya kumlani wewe. Akikulani, hata akwambia, hata wewe na wewe utaona. Kwa sababu ndio na wazazi wangu wa bana gazeti Akiwa mlevi si usipate ulevi wake. Na hata akiwa mlevi si usiangalie utupu wake. Wa Amen. Nenda na stay. Amen. Ni baba. Amen. Sijui kama kuna wapi unanielewa bwana. Nakufundisha kibaya. Hapana. Bana ni neno la Mungu. Sasa siwezi kujua kama neno la Mungu kwako ni baya. Ati aulagie siwahi kunjigizana, hata kama mamako ni mkali kiasi gani. Nilikwambia ya kwamba kuna wazazi wamelea watoto wao hata kama yeye niko Mombasa ama uko wapi bali, lakini ana, ana metaliti moja kwa kili yake kwamba mama babano ni mkali, hataki mchezo mm. Saa hiyo ako peke yake like, lakini sa hiyo ako na marafiki wanamtogovi

kuna okay, okay. Mtu mmoja katika mwili wako, yuko katika mwili wako ana jina moja, lakini katika mwili wako na majina tofauti. Unaweza niambia ni nani?

Ikija hapa? Lakini mimi? Mbele. Huko mwingine nilifundisha lakini mimi sikuru. Pengine mwingine nilieleza lakini nimesahau. Huko pengine nilieleza lakini nimesahau. Na ndio kanisaidia wewe. Yuko hapo, kwa kichwa lakini yuko kwa mwili wako, lakini ana kila jina. Tata kaya kaya kama kandu Sasa watoto unaweza wazaa na kila mtoto wako na jina lake lakini mama ni nani? Baba ni nani? Amen. Amen. Wana kirisina. Usinichekeshe hata leo nikikuangalia ukiona tena na mimi nitacheka. Hii huko kwengine ilifundishwa lakini huko nilisahau, labda wewe utaniambia ni nini. Unajua kwamba papa ziko zinaitwaje? Unajua zikiwa hapa zikiwa hapa zinaitwa nini malaika, lakini ni huko kwengine Leo najua hata za kwa na msitu lakini <laughs> sasa kuna rashi ya hapa, hapa hata kuna watu kijifuja wa mwanekani babu, lakini nilisahau, nilifundishwa na babu lakini nilisahau. Okay. Ok. Wajua babu alikuwa kinifundisha vitu kama zile, lakini sasa

Lakini ni nini? Ehe, ati mtoto. Yo kilisina. Ehe, sasa nikifikiria hii mtu utancheka. Sasa wata pi. Hata mimi natamani kucheka lakini najizuia. Si rahisi isi kutaja hizi kutubikiri. Ye, sasa neema imempatia ya ya kucheka lakini haongei hata sasa. Mfuate, usikie haya kweli. Kwa maana kila mtu amlanie baba yake ye, au mama yake. Hakika, atawawa, hakika atawawa. Amemlani baba yake na mama yake, damu yake itakuwa juu yake. Nasikia hao watu hawezi kuwalani wao, wanaweza kuwalani wanalolote, wanaweza nitamka kwa. Lakini we huwezi kukamki hata kikuchapa, siogope kuchapa, takupiga mtoto wako, hata kupiga aone hatakelule mkono aone, kwa sababu sasa yeye amekuwa na sababu nguvuatikian, kwa sababu yeye amekuwa na nguvu, kwa sababu ati yeye ni msichana atamaliza hasira zake huyo mama. Mimi, kuna siku nilikosea mamangu, alilipiga akachukua paki kinga cha moto akanitandika nacho, sikuweza kurejesha, na ilikuwa na nguvu kweli ya kumfanyia, lakini sikuweza kabisa, lita bila ianataka akamaliza mpaka kaliaee amelibika alia walikuregesha hata kidogo. Maana mama amepewa yali, amepewa nguvu za kudisipline mtoto wake. Una uwezo wote wa kudisipline, maana wewe unajua, maana ni mtoto na malezi uliyomenea na shida ulizopata. Sisi tulikujia sima za wazazi na tukakula sima yaani tulikujia sima na wazazi wakakula, tulikuojelea mboga na wazazi wakakula. Endelea na maliza na mtu ama kuja hapa, wacha nikuonyeshe jinsi ya mzazi akizaa mtoto anapatikana aweje. ishirini na tatu plus 25, ndani 23 plus 25. Sikiliza, mzazi akizaa mtoto anaka anafaa Mithali ishirini na tatu ishirini na tano inasema, na wafurahi baba yako na mama yako, na wafurahi aliyekuzaa. Ukishazaliwa hawa wazazi wanafaa wafurahikie. Kwa nini unamute anayokwambia un